akaelekeza kutoa msamaha na kwenye taasisi za kidini. Msamaha uliotolewa nitamke leo, IGP pamoja na jeshi la polisi, ile mliokuwa sema mnamtafuta sikokuu Gwajima, iacheni, mwacheni aendelee na ibada zake. Eh, kwa mtazamo wa Bibilia ni juayo mimi, Gwajima hapaswi kusamehewa. Gwajima alipaswa kuombwa msamaha, ni juacho. Lakini kwa sababu e, pengine utawala fulani wa kishetani uliosimama sasa uko zaidi ya Mungu wenyewe, ndo unaotengeneza kipi kitaitwa kosa, kipi kitaitwa haki, basi nadhani ndo wanaweza wakakuua, wakakuumiza wewe, wakakuonea wewe, alafu wakikukosa kukumaliza, wakasema tumekusamehe. Kwa hiyo manake kusameheni, mmenisamehe kuniua, kwa sababu mulionitendea mimi, naona mulinionea kwa mfano Gwajima amesamehewa, alikosa nini katika jambo lilo lilo? Wazi kabisa, tunaojua wengine, tunajua alikemea utekaji, alikemea mauaji na alishauri vyombo, vyombo vya ulinzi, ili viwe stebo, viwe na njia yake ya mapato. Alishauri, alitumia haki yake ya kikatiba kutoa maoni yake aonavyo. E, kama kulikuwa na jambo la siri mnapomsamee sasa, mwitakiwa mseme jamani, tunalo msamee ni hili. Unatangaza msamaha bila kutangaza kosa alilokuwa mekukosea Mungu anapotusamee hutusamee dhambi na makosa yanayofafanuliwa. Tunaposema mtu tumemsamee ni, ni kosa lilikuwa ni ushauri wake, kosa lilikuwa ni ni, ni ni ni ni ni kupinga utekaji, kupinga mauaji. Mimi nadhani wengi mmaikusikia mai kusema baada ya ku, kuwawa mwanangu wapekee wokovu, rafiki yangu kipenzi changu e, na mtu akajitapa, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa akajitapa, tumemua mtoto wake ili tumtulize Mbarikiwa, ili Mbarikiwa tulie. Mi nikalalamika kapiga kelele kwamba huyo anayesema nitulize. Okay. Akasema pia kesi ya kanisa mimi ndo namshikilia na simwachi, na ni kweli hakuniachia, nikawekwa gerezani katika hali ya hatari na mateso na maumivu mengi. Amna shida, kawekwa gerezani sheria husika ilikuwa inasema, kwa ingekuwa ni kosa kweli, ningekuwa sijafanya usajili, sababu barua ya kufanya ibada ya ndani ya wilaya yenyewe nilikuwa nayo. Unanifunga kwa kutosajili nini? Mimi nafanya ibada nyumbani kwangu, naomba Mungu nyumbani kwangu, ni nyumbani kwangu, ni nyumbani kwangu, Ninyumbani kwangu. Nisajili nini? Aya, nimekuomba usajili kita, kanisa kitaifa, nimekuja kwenye wilaya, umenipa barua endelea kufanya ibada ndani ya wilaya, na sikutoka nifanye ibada ndani ya wilaya, nikawa nafanyia nyumbani tu kama maombi. Kama uhuru wa mtu nyumbani kwake anaweza kufanya nini bado nikafungwa kwa kuendesha kanisa bila kusajiliwa. Hata lingekuwa kosa, kosa husika linahitaji faini milioni moja hasa kwa, kwa mara ya kwanza, mtu kama hajawahi kuwa na hatia yoyote mahakamani ni milioni moja ama kifungo kisichozidi nadhani miaka mitatu kwa kuwa ni, alikuwa amenishikiria, alinishikiria mwenye nchi. Nilifungwa zaidi ya miaka mitatu, miaka mitatu na siku kumi na nne. Lakini baada ya kukata rufaa nadhani walijisikia tunamwachia, kuniachia, wakasema tunakuachia, lakini tunakupiga faini ya milioni kumi kutoka milioni moja ukienda kusoma sheria hiyo haimo. Kuna kitu naenda kusema hapa, ukienda kusoma sheria hiyo haipo hivyo. Hakuna kanisa la mtu, hakuna sheria ya mtu, anafanya ibada kanisani, anamuomba Mungu, kosa la kumwomba Mungu, kosa la kufanya ibada nyumbani, faini yake milioni kumi. Hata la kuendesha taasisi bila kusajiliwa, faini yake ni milioni moja, kifungo chake nchini ya miaka mitatu. Mi nilipigwa hiyo baada ya kufanyiwa hayo, nisema, inawezekana wananifanyia haya, kuna tafsiri walio nayo, mimi sijui. Nilienda kumwona mkuu wa mkoa, wakati ule alikuwa anaitwa Juma Homela, nimwandikia bado, nikasema naomba nionane na kamati yako yote ya ulinzi na usalama, muniambie nimewakosea nini, muniambie nime kunifanyia haya yote, nimewakosea nini? Kwa sababu karibia wote tukikutana mmoja mmoja, mnasema Mbarikiwa, Mungu akutie nguvu, usirudi nyuma, lakini taarifa nilizoletewa mkikusanyika kwenye vikao huwa mnasema huyu mtu ni mbaya sana, asikii, ni mbaya. Naomba sasa mkiwa kikao kile museme ubaya wangu penye kikao. Omera aliitikia wakati ule aliitikia mambo mengine mengine naachana nayo aliitikia, akaitisha kikao cha kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Manake mara, mara SO, mara PC, eh, wakubwa wakubwa wote, watu wa ulinzi na usalama wote wa, wa mkoa. Mimi nikaenda pale na waumini wangu Omera alikuwa ndo mwenyekiti wa kile kikao, akiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Aliniuliza, Mbarikiwa, umetaka sisi tukae hapo itakutuambia nini? Nimwambia nitaka kujua jambo moja, yote mlionifanyia nimewakosea nini? Akasema tuliokufanyia kama lipi? Nikasema mmeua mtoto wangu wa pekee, wa pekee, alafu nalalamika Mumenishtaki, mnataka kunifunga, mumenifunga kwa sababu ya kwa kuendesha kumwomba Mungu nyumbani, mmekataa kutambua kanisa kwa sajili kwa sababu zenu, kwa kuwa mmeona mimi pengine eh, nina ni, ni, ni, ni, ni na msimamo wa kupinga mabaya tu, sishawishiki kwa fedha ama kwa hatari nimewakosa hivi, ilo kosa ni kubwa kiasi gani? Mwe makatili kiasi hiki? Omer ali alijibu ni mashahidi waliokuwepo, hata kama hawezi ku clarify. Alijibu akasema, Mbarikiwa, nani waliouwa mtoto wako? Nikasema nyie serikali nyie. Omer alijua hii ni serious. Sasa Mbarikiwa, sasa bwana, ilitakiwa tu pengine ikiwezekana, sisi utusamee na sisi tukusamee. Alafu tufanye kazi pamoja, tunakujengea kanisa, tunakusajilia na kanisa, na tufanye kazi pamoja. Mimi nilisema kufanya kazi njema, ilikuja kusemea sana kanisani pale, nisema pale ni jibu la mwisho tu, nisema ninaomba kwanza munijulishe nimewakosea nini, na ambalo mnataka mimi ni was, ni wa, munisamee nimekosa nini? niwasamee nyie mmenikosea nini? semeni hapo. Omera akasema basi, Mbarikiwa, utanitafuta kwa nafasi yako ilo taongea, tukiwa wawili, nikiwa kanisani nizungumza kwamba mimi kazi njema yoyote unayotaka tufanye kazi na wewe, yoyote njema isiyo na hila, ikiwa pamoja na kuwatafuta watu wote walioua watu, ili Daudi anasema wabaya wote, nita toka asubuhi hadi asubuhi nitawaangamiza wabaya wote, niwatenge na mji wa Bwana, tuwatenge wabaya wote, kazi njema ya kuwasakama kuwatafuta wauaji wote, watekaji wote, wadhurumaji wote, wanaoonea watu wote, wanaodhurumu watu wote, hiyo kazi niko tayari kufanya na yeyote, na huyo ninayefanya naye ahakikisha naye ni msafi, kwa sababu kama naye amehusika kuua kwa namna yoyote, naye anafyekwa ndani. Lakini kama na, na, we mwenyewe nilihuni una namna umehusika kwenye ubaya, ili nataka tukakamata wabaya wengine, mimi hiyo kazi asifanyi. Nilikataa, nilikataa ofa hiyo ya kufanya kazi pamoja, ambayo kazi yenyewe inawezekana kabisa isingekuwa ya kuwa, ku, kuangamiza ama kuusakama ubaya, pengine ilikuwa ya ku, ku, ku, ku, kuwa sehemu ya ubaya na mimi kuhusika kwenye ubaya fulani. Hiyo ofa niliikataa, kwa kweli sijuti na hakuna wakati nitakuja kuipokea. Sasa mimi pale e, niliombwa msamaki aina na nilitaka na mimi nilitaka niwe tayari kusamehewa, kitu ambacho sikuambiwa. Gwajima hapa amesamehewa anyway. E, jambo lingine ni hmm kuna kitu ambacho najaribu, ukiona kwamba itakuwa sasa mahakama kwa sasa hivi mahakama hata kutumiwa sasa haitatumiwa, sababu kuna vitu vikawa vina, vinaendaenda hapa katika tunaona katikati ni kama mahakama inatumiwa kugonga muhuri juu ya mambo fulani anayotaka watu, ikiwa mfano waya mambo yangu ya kufungwa, kuagizwa nipigwe faini milioni kumi, ukisoma misheria sheria hamna kwao, tukawa wanaona mahakama ni kama uwezi ukatoka gerezani uwezi ukafungwa, inatakiwa itumiwe. Ni kama ilikuwa inatumiwa wamfunge nani wamtese nani wam... Sasa hivi ni kama na kutumiwa, mahakama imeshuka thamani zaidi, hata kutumiwa, haina mchango wowote, kwa sababu kunaaka kakesi kwamba Gwajima ana kesi mahakamani amekosea kisheria lakini anayefungua kanisa ni mtu mwingine tu, anasema kanisa limefunguliwa basi, wanaanza kusaari mahakama sijui yapo, imesha futa imeshafuta kesi sijui, na yenyewe ndani ya siku mbili tatu hii, na yenyewe imeimaliza kimekime. Watu wa Gwajima, tafadhali, tuambieni kesi yenu mmeshinda lini mahakama imeifuta lini? Imeifuta kabla ya Mwiguru kusema amewasameha, sijui amewafungulia kanisa au baada? Mutatuambia watu wa, wa, wa ufufuo na uzima, watu wa Gwajima, wala hata msifiche. Kwa sababu ni kabla, nyie mngesimama na tangazo la mahakama. Ni baada pale Mwiguru akusema, mut, atawa ataenda kuwa ku, ku, kumwambia mwendesha mashtaka DPP aone kuwasame kuwasamea au kuondoa kesi, akisema tu nimelifungua na kesho yake vikaenda kukaguliwa vitu tayari. Ninachosema alimadam tulikotoka huko mambo yako hivyo, lakini tunako kwenda hali ni mbaya zaidi. Alimadamu sasa sheria ni mtu, ataamua mwite nani amekosea, ataamua mwite nani hajakosea nani. Hey, tuliko ni kubaya ni pabaya. Nimesema na nitaendelea kukumbusha. Najua wengine wengi hawafahamu, wanajua polisi watu wa, wa watekaji wauaji kama hususani wako kwenye vyombo vya usalama wako t wengi, wanajua wanaweza kuja kuwashtaki, hawajui kikitu. Mimi nilikipiga kelele, nilionekana sina akili kwamba kuna kakitu. Ni kama walijiwekea kwamba mtu wa usalama akiua mtu hatashtakiwa popote milele. Itaonekana alikuwa anatimiza majukumu yake. Akoka kasheria kalipitishwa na spika Tulia, na kalipigwa debe na baadhi ya watu. Nilionya nikasema hii sheria itawafanya vichaa vibaka waitumie kiubaka. Kipindi kile sikusikilizwa, na nilikuwa napiga kelele peke yangu. Hiyo sheria ilitungwa baada ya mimi kusema, mkurugenzi mkuu amesema ameua mtoto wangu, mi nisema mwezi wa pili katika kutafuta. Sasa huyu ameshasema kweli, ameshasema kweli, kutafuta anaweza akanasuliwaje? Ndo ikaletwa hiyo sheria mwezi wa, wa mswada nadhani wa, mwezi wa nne wa tano pale, wa sita ikapitishwa mbiumbio mbio na ili ionekane ina nia njema ikaweka kwamba mkurugenzi mkuu atakapoondoka kwenye nafasi hiyo hatapewa nafasi nyingine yoyote. Ikapitishwa mwezi wa sita, mpaka inafika mwezi wa saba tarehe moja ikaanza kutumika. Tarehe ishirini na nane mwezi wa nane, Saidi Hussein Masoro aliondolewa ukurugenzi mkuu wa usalama wa Taifa na akapewa ubarozi, yaani ishara kwamba sheria tu yenyewe ilikatana ila kipen, kipengele kingine cha wakiua hawatashtakiwa popote, hicho nadhani ndo ambacho ko hizi hawa sisimizi wote unaojua wewe, kwa sababu niwahi kusikia, maana anasema sijawahi kuua mtu pengine sisimizi aisi hawa wengine wote, kwa sababu rais anaposifiwa amefanya sio yeye anaenda kufanya sini, wasaidizi wanafanya. Kwa hali kadhalika, wasaidizi wakiua watu anayeua ni yule yule aliyesifiwa kule, lakini yeye alisema wakati ule akiwa rais aisema ameua sisimizi tu. Kwa hiyo inawezekana zote hizi nisisimizi tu. Lakini mimi naamini sheria yoyote iliyotungwa kinyume cha vitabu vya Mungu ambavyo vilikataza mwanadamu asiuwe, kwa sababu anayeiona yeye vinginevyo, kama yeye alishaua isiwepo sababu yoyote ya kumuua mwanadamu. Kuna dhambi kama mbili kwa mujibu wa vitabu vya Mungu vinatakiwa mtu uwawe, wa aliyeua. Aliyeua atatakiwa uwawe na mfilaji, aliyezini na mwanaume mwenzake, aliyezini kwenye mavi hata kama mizi na mwanamke, lakini kwenye mavi, mfiraji. Bibilia ndo imetaka apigwe na mawe mpaka afe. Dhambi hizo mbili watu wanatakiwa kuwawa, na zinatakiwa zithibitishwe kwamba wamezifanya na mamlaka zinazohusika. Hii sheria nyingine yote iliyotungwa, ikiwa utaendelea kuua watu kijiriwaza kwa sheria hiyo, unajidanganya, unajidanganya. Mwisho wa siku haitazamwi sheria iliyotungwa kichochoroni kihuni, inatazamwa sheria mama. Hata sheria ikitungwa lazima isiathiri sheria mama ya nchi, katiba, ambayo inatambua haki ya mtu kuishi na mifumo ya mtu kumpata na hatia ya aina yoyote, ikiwemo ipaswayo kuuawa kwa hiyo Mulijisumbua muli tu. Ikitokea Mungu akaturehemu, akaona inatosha kuteswa na kuakishia, sheria ita, itawekwa ilipotakiwa kuwekwa, na hakuna utakaeluka. Niamini mimi. Unaposema hii aya, sio chuki, sio mapambano, ingawa ni kafuero, ni kafuero. Najua unaweza kuwa na saga, mbona huyu? Lazima Mungu kama anaona amekuruhusu utafanikisha, na mimi nafsi yangu haina deni lolote. Naona sawa tu, nimalizie. Kwa Gwajima kutamka kwamba mmemsamee <laughs> mko nyinyi zaidi ya miungu sasa hivi, yaani mnao uwezo wa kulifanya lolote ni kosa na kulisamea vyovyote. Enewe anyway, yuko Mungu mbinguni mbaniaminini yuko Mungu mbinguni, ila mi kwa Gwajima sijui yeye atajieleza ta, ta, ye. Ila m nadhani msimsamehe milele, msimsamehe. Hakuna kosa la kumsamehe hapo Gwajima, msimsamehe. Na navyomjua sijui mengineyo, navyomjua akipata nafasi ya kuongea ni kama ataongea sana, ataongea kwa uzito juu ya maovu na mabaya, nahisi. Alafu nimeomba sana muwe mnatofautisha kukemea na kukemea. Kuna machao ambao wamehifadhiwa mahali, wanasema, Mbarikiwa unaekemea mabaya, kwani wewe tu? Mbona na wachungaji hawa chao, hawa chao, hawa wote wa, wanakemea wote, wanakemea kukemea maana ya kukemea, ndio maana sisi tukikemea, unajua tumekemea, ingawa unaanza kusema tumetukana. Kukemea ni namna mbili ambako ndio kukemea. Moja, kukemea ni kitendo cha kupinga ubaya husika kwa sauti kali kwa nguvu mpaka ubaya unaanguka au mbaya anaanguka au ubaya unaondoka au mbaya anaondoka kwenye mamlaka husika, huko ndo kukemea, sio kule kusema hapo mara moja jamani, ubaya kuua ni, ni vibaya, jamani tumwogope Mungu, nimekemea na mimi. Ndio maana mimi, naingia kwenye shida, kwa sababu mimi ukiniambia kemea, ni kwanza mazungumzo kwa lugha ya upole ya kawaida imeshindikana kwao, imebaki ya ukali. Kwa hiyo ni itakwenda ukali mpaka ule ubaya unaanguka, wabaya wanaona, ili hapana, tuache. Mimi mnaitaga, mna, mna we sio mubi, ni mwanaharakati. Mungu pia ni mwanaharakati. Usijizime datu kaji ukadhani hujui harakati ni nini. Harakati ni wazo analokuwa nalo mtu analipigania huku na kula, kitaka watu wengine wote wachukulie vile. Harakati ni kukomalia kitendo cha mtu kukomalia. Mwanaharakati wa kiza binadamu, mwanaharakati wa wa, wa, wa, wa, wa haki za, wa, za mimea wa, wa, haki za wanyama wa, wa kutafuta pesa, jamana, ni mwanaharakati kwenye kutafuta pesa. Harakati ni kitendo cha kukomalia mpaka unapata au kama ulilenga watu wengine waelewe ulichokuwa unataka waelewe, mpaka wanaelewa, ndo harakati. Wala si siogopi, si, si, mi, mi ni mwanaharakati, Mungu ni mwanaharakati ndio maana anaandika Bibilia, anaandika vitabu, anaandika ametuma manabii, ametuma wahubiri, ametuma watu mbalimbali waseme na wewe juu ya ubaya fulani kukemea. Kwa aina hiyo unaita Mbarikiwa mwana wengine anakemea ah, wauwaji toao wana. Tukija kufichua mambo fulani ya wahubiri walivyowahi kugusa utakuja kushangaa sana. Twende tu mbele huko. Mbili kukemea, anakemea mtu ambaye hana ubaya wote huyo. Hata akikemea mara moja, wabaya wanajua amekemea, inakuwa aidha wanaacha ubaya wao au wanamuua saa hiyo. Aya, mambo tu haya yanayoshiriki mambo mengi machafu na lenyewe linaongea, unasema limekemea. Kwa nachojua ni kwamba Gwajima atakapoongea, najua ataongea kwa sauti kubwa, kwa capital letter, kwa maneno yaliyo bolded na hisi. Kwa achanene naye, msimsamehe kwa sababu kwa mujibu wa Biblia hana kwa makosa yaliyo wazi, hana kosa la kumsamehe, ila pengine mungekuwa mnasema tunamwomba msamaha, na hata kama kuna kosa lingine li la kiintelejensia basi, mnaposema tumemsamehe, si mmemsamehe takiwa liwekwe wazi, ili asijakarudia na wengine wasiakarudia, ila tuliko ambako na mahakama sasa hata kutumiwa kugonga muhuri kuthibitisha maamuzi fulani mabaya, nako ni kama hazina kazi. Tuliko eh, hey, tuliko ni kubaya mno, naweza ukashindwa hata Uongee nini jamani? Ulile ulielewa ulilo uchukuwamo linatosha. Asante kwa kunisikiliza.